Haya. Okay. <clears throat> Karibu tuweze kujifunza mawazo na pole kwa kuweza kutusubiria. Uh, dokta yupo na tunaendelea tena pale ambako tuliishia wiki iliyopita. Good morning, Dr. Good morning, brother. How are you today? Karibu sana, Dr. Leo ni siku nyingine, bwana Mungu ametujalia kuwa haya, na tuendelee kujifunza. Kumbuka wiki iliyopita, tunaendelea na mawazo, ukiwa tunaweka maelezo kidogo kuhusu analogy ya friendship. Tulisema urafiki ni sehemu mbili ambako mawazo yanatembea, kwani urafiki ndio ukaribu kwa ukweli wake, na ukaribu kiwepo, energy inatembea. Mawazo ni dynamic kuhamishwa kwake kunakuwa na wepesi alipo na urafiki. Na tulisema urafiki wote sio rafiki mwema tu, kama tulivyozoea kwamba rafiki yako ni yule ambaye ni mwema kwako. Sio kweli kama rafiki yako ni ile anayekusababishia mema. Hapana, rafiki anaweza pia akawa sababu ya mabaya. Inategemea energy ya aina gani yeye analeta kwako, kwani tulisema urafiki una umungu. Unapokuta urafiki urafiki una nguvu juu yako, una influence kali. Na wengi walisema chagua marafiki, tukasema urafiki unakuchagua. Urafiki kwa uthabiti wake, rafiki thabiti ni yule aliyekuchagua, si yule unayemchagua. Kwa mara nyingi binadamu kwa kukosa judicious ability to choose, tunakuwa biased, tunachagua kulingana na preferences zetu na kadhalika na tunakosea pia mara nyingi katika chaguo na mambo mengi tunayoyachagua tuna feli. Kwa hiyo rafiki ni yule ambaye amekuchagua, na tulisema ni thawabu. Kwa kuwa rafiki anakuchagua ni thawabu, tuanzie hapo. Ndugu mpendwa, mtazamaji, watu wengi leo maisha yamegota, hakuna maendeleo, hakuna mafanikio tena hatusomi tena maisha kwa ubora wake, kwani shida zimezidi. Idadi ya watu ni kubwa, uwezekano wa kufanikiwa ni ndogo, lakini kuna wale wanaofanikiwa. As matter of fact, waliofanikiwa kwa uthabiti katika ulimwengu huu wanahesabika asilimia kumi na tano tu. Hebu piga hesabu, hata watu wangeongezeka idadi, wale wangebaki tu yule ambaye anafaa atabaki, anafaa tu. Kama wewe ni alimasi ni alimasi tu, kama wewe ni dhahabu ni dhahabu tu, lakini ukiwa feki, ukiwa bandia, utakuwa bandia tu. Watu wawe na idadi gani? Serikali iwe na uwezo kiasi gani? Serikali iwe na mapungufu kiasi gani? Ukiwa wewe umekaa mkao thabiti, utafanikiwa katika ulimwengu huu. Kuna maskini wengi katika nchi inayojihesabu nchi nambari 1 duniani, Marekani maskini kibao, kuna homeless Marekani, machokora wanaolala mtaani, ombaomba Marekani wapo. Manake sio kwa kutegemea serikali imefanya vizuri na kadhalika. Unasubiria taarifa habari ama unabahatisha tu bahati nasibu kufanikiwa? Hapana, kuna mkao, ndugu mtazamaji, ukiwa wewe umepata thawabu kutoka kwa mtu rafiki ambaye anafaa, mawazo yako yatakwenda tofauti, maono yako yatakwenda tofauti. Utakuwa na, na, na athari ambayo ni chanya, impact ambayo inakuwa kwa wakati. Watu wengi alifanikiwa kwa sababu tu kuna rafiki yake fulani alikuwa na mkao mzuri kuna mtu fulani alimkumbuka. Ili mtu akukumbuke, nabidi umkaribie. Kumbuka, tulisema mtu asahau, ila tunasahau kukumbuka mambo yote ulioyapitia maishani mwako, yapo. Kumbukumbu zinazo surface ni zile za karibu. Mtu akikukumbuka umemkaribia, unayemkumbuka yu karibu nawe. Tulisema ukaribu sio karibu, ukaribu sio karibu unaeza mkawa karibu namna hii mkaribiana, lakini hamna ukaribu. Watu wakukumbuke, mtu fulani akukumbuke, nimekumbuka leo, akakuekea kasiringi, mekumbuka leo, leo naomba bank account yako, naukumbuka leo, simu yako napokea hela. Anayekukumbuka wewe memsogelea, unayemkumbuka amekusogelea ni umemsogelea. nijuktidogo urafiki kuna, kuna ni, ni rafiki kuna... yangu anaitwa Genius, ana rafiki yake anaitwa Rosa. Rosa alemtafuta aliyemtafuta Genius kumwambia, naomba niwe rafiki yako, Rosa, lakini baadaye Rosa akakasirika akamchukia, huyu na urafiki unakisha, kosa liko wapi? Tujalie maswali, wewe ni Dr Eli unasoma university, mimi nikakuona nikiwa darasani hivi nakasema, Dr Samani, kwa the way ambavyo nakuona, natamani uwe rafiki yangu, nimependa the way ulivyo. Ukaniangalia ukaaccept, sema sawa niongoza ndio, baadaye mimi nikaona wewe ni mbaya, urafiki ukafa. Shida iko wapi? Shida ilianza tangu mwanzo. Mambo yaharibiki katikati. Ushasema mara kwa mara, the way you enter affect your stay. Uweze ukamwambia mtu, naomba wewe rafiki yangu ama naomba kuwa rafiki yako, hiyo procedure gani? Tayari umeisha kosea no. urafiki sio maombi Tumesema hapa urafiki ni umungu. Urafiki tumesema hapa ni ni ni thawabu. Mm -hmm. si tumesema? yeah. Kwanza urafiki ni umungu. Urafiki unakuchagua wewe, hauchagui maana yake. Mm -hmm. mara mm -hmm. nyingi mtu ambaye ana urafiki na wewe kweli urafiki upo lakini hajakuomba. Mzazi akuomba kuwa na mtoto yule aliye naye ndio, mza, mtoto anajidai kwamba wazazi walitaka kuwa naye. Ndio maana ni vigumu mtoto kuwa rafiki kwa mzazi. Mzazi ana attitude zote za rafiki kwa mtoto wake, anamtesekea, anamsomesha, anamwangaikia mtoto wake, anafanya yote ambayo rafiki anaweza akafanya kwa mwingine, lakini mtoto anadai bado hajafanya ipasavyo kwa sababu mzazi, mzazi, mtoto anazani mzazi ndio alimchagua, alimtaka Yes, yeah. So kumbe hakuna anayechagua familia. Mm. Auchagui familia, chagui familia. Unazaliwa umazaliwa. hapo yeah. Kwa hiyo ndo maana undugu ni urafiki. Mm. Ndio, anasema kuna rafiki ambaye anakuwa zaidi ya ndugu. Yes. Kwa hiyo ndugu wengine umezaliwa naye, imebaki jina tu, lakini urafiki hakuna. Urafiki ni ukaribu, ukaribu wa nishati Energy, your life. Mm. Ukaribu wa mawazo, ukaribu wa utendaji ndo urafiki wenyewe. Do you have a friend? you, you. Yes. Of course. Okay. Mm. <laughs> First and foremost, my wife is my friend. Thank you. Yeah, wengine wapo second... marafiki wapo, siwezi kutaja wote hapo. Oh, okay. Number zero ni Mungu kwa sababu Mungu hahesabiki miongoni mwa mahesabu, lakini wa kwanza kabisa ni mke wangu Saan. Ni rafiki yeah. you see? so now, basically urafiki ya ku, sio wa kuomba. Naomba rafiki yangu, ulivyotoa tu mfano ni sanao. Hmm. naomba naomba kuwa rafiki yako, inakuwa kama ya mitandao, nataka friend request, wanaishia hmm, kuoneshana picha <coughs> lakini hakuna wanako ilekea now Ndugu mtazamaji, urafiki ni thawabu. Hali iwe tete namna gani katika nchi, au hali iwe tete namna gani ulipo, hakuna serikali dunia hii inaoweka maisha ya watu sawa, mtu asikudangani. Ndo maana ukiangalia watu wanaotegemea serikali iweke maisha yao sawa, ndio wanaolalamika zaidi unaweza ukafanikiwa kwa hali zozote zile, popote pale ulipo. Fact, kazi ya serikali ni kuweka mazingira sawa, sio kufanikisha kufanikishia watu, bali kuweka mazingira sawa kwamba kufanikiwa kunawezekana. Mazingira ya kwanza sawa ni hali inayoitwa amani. Hapa kwetu Tanzania, tatuna sababu ya kutokufanikiwa binafsi. Kiukweli, hali iko shwari amani ipo. Mm -hmm. Kichwa sasa Don't ukienda Marekani, kichwa sasa. Watu wanacheza kamari, watu wanatafuta bahati na nasibu, akipata pesa kunywa mbele kwa mbele, akipata pesa wanaume wanawake, mbele kwa mbele, akipata pesa, pesa ikiisha anaanza kuona mabaya. Ndugu, watu wote waliofanikiwa katika dunia hii una connection ilifanyika kati ya yeye na mwingine. Ili upate kazi, inabidi uwe na connection. Usipokuwa na connection unaweza ukapata kazi lakini hautakuwa stable. Ndio maana wote waliodumu katika kazi ni wale ambao walikuwa vyema na wale wanaofanya nao kazi, connection napita vyema. Kwa hiyo, urafiki ni muhimu mno, hata katika kupona kwako kwa. Daudi alikuwa na urafiki na John Athan. Jonathan alikuwa mtoto wa Sauli. mm -hmm, lakini yeye ndiye aliyemwokoa Daudi mara kwa mara. Jonathan alikuwa anatoa siri mipango ya baba yake against David, anaambia Daudi, sasa hivi ukiona signo fulani ondoka. Jonathan Wakati Daudi amekuwa mfalme, mjukuu wa Jonathan, Mefibosha, mm. Alikuwa anaishi kwa maskini kabisa mm. Daudi alimtafuta huyo. yes. Hata wewe ulivyo hapo ndugu. Sasa shida inakuja, urafiki ni thawabu. Tunapataje thawabu? Ni kama malipo. Tumesema wewe utachagua mtu rafiki kwako, yeye ndiye anakuchagua. Anakuchagua kwa power gani ndugu? Ukimwomba mtu pesa anaweza akakupa kidogo, lakini mtu aki, akiwa akidhamiria, akiguswa. Thank you mwanangu. Mtu akigusa kukutolea atatoa kwa uzito. Sasa Mungu anawagusaje watu? Universe, universal power inagusaje watu wawe rafiki kwako pakusogelee tumesema, utamchagua All right? Yes. yeye ndiye atakuchagua relation, katika relativity, tunavyorelate. Kuna watu wewe wanarelate nao na kuna watu wanarelate na wewe mm -hmm. Are you getting that? Yes. kuna watu wewe wanarelate nao na kuna wale ambao wanarelate na, na wewe. Sasa ili upate thawabu mm -hmm. watu watakao diaki si kwako ambao watakusogelea wewe na urafiki wao, inabidi wewe uvileti na wengine ambao sio wale. Okay, you get that? Yes. Yes. unavuna unachokipanda. mm -hmm. usisubirie watu kuwa watu rafiki na wewe wewe, inabidi we mtu rafiki na watu wow. Kama wewe unatarajia kuchaguliwa na wengine ambao utawachagua basi, wewe anza kuchagua wale ambao hawajakuchagua wewe. Uwe swawabu kwa wengine, utapata swawabu kutoka kwingine. Na siku zote asilimia ya mavuno ni kubwa kuliko kupanda, mbegu ni ndogo mche mdogo tu mavuno, mavuno mengi. Wewe mwenyewe, nani anaweza kahesabu kwamba wewe ni mtu rafiki kwake? Umewasaidia wangapi wakati wa shida? Umeanzia wapi? Pale ambapo wengine waligota, mwingine amefika mwisho wake, ndio wewe unaanzaga hapo. unatendaje kwa mtu ambaye astahili? Bwana Yesu alisema pendeni maadui. Ulimwengu wa sasa inakuwa so, so challenging kiasi cha kwamba tuna maadui wengi kuliko watu wanaoweza kutusaidia. Mtu yeyote ambaye anazani wa, watu wabaya ni wengi maishani mwake, hata wale anayezani ni marafiki ni wabaya kwake bado mtu rafiki kwako ni thawabu. Mm. Ukienda leo kwenye makanisa, kwenye zehebu, kwenye misikiti, kwenye masinagogi, watu wanahimizwa kwa mabaya tu, walikuloga watu walikuloga watu fulani, watu fulani, hadi familia imesambaratika. Hivyo hivyo, maisha ni responsibility, ndugu mtazamaji. mm. I can see that. Mm. Okay. Maisha ni responsibility ku take charge kubeba maisha yako kuyawajibikia kama tunavyoongea hapa. Bwana Yesu alizaliwa akikaa miaka thelathini watu wakumjua kivili, akaanza huduma kwa muda mwafaka. Baada ya miaka mitatu alimaliza misheni yake, ilikamilika. Aliuawa, akafufuka, akapaa mbinguni. Misheni yake ilikamilika, miaka mitatu. It's never too late. Kila kitu ni uwajibikaji kwa wakati, lakini uwezo ukaenda vyema ukiwa na vizuizi vingi ambavyo umeweka mwenyewe, ili uwe na watu rafiki, watu watakao kusapoti, watakao kuunga mkono wakati washida, wa shida ambao hujawachagua wewe. Chagua wa kuwasaidia, chagua wa kuwaunga mkono, kila mmoja kulingana na digri ya uwezo wako Una uwezo wa kumsaidia mwingine, tunapishana echelon inakuwa tofauti, lakini katika hierarchy hiyo, kuanzia also tour, unavyopanda kuanzia chini, kuna chini ya chini pia. Ukisema atom kuna subatom, ukisema subatomic kuna subsubatomic. Kwa kufunga ukurasa, twasema hivi: chagua ambaye wewe una umungu kwake amua kuanza maishani mwa mtu ambako yeye anaishia alikogota wewe jifanye unaanza kwake hakikisha unamchagua yule ambaye hajakuchagua astahili ambayo unaweza ukaita adui alikutendea mabaya na kadhalika wewe unapata nafasi ya kumtendea mema tenda ipasavyo, kama alivyokuwa Daudi kwa Sauli, kama alivyokuwa Kristo Yesu kwetu sisi wenye dhambi. Maandiko anasema Mungu aliidhinisha upendo wake kwetu, wakati tukiwa bado kwenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Wale unaoita maadui, watawafai. Umpokee, mpe chakula, mpe maji, msaidie, umchague yule asiyestahili. Utaitwa mwenye neema kwa kutenda hivyo, grace and divine grace, neema ya Bwana itasomeka kwako. Na mwisho but not the least, unachokipanda utavuna. Ukitaka kupata thawabu ya marafiki, ya mtu rafiki, kuwa mtu rafiki kwa wengine. Ukiwa mtu rafiki kwa wengine, mavuno yako ni makubwa nawe utavuna watu rafiki, mtu rafiki atakaye kuja kukuinua. Lakini usijali viwango, uwezo kawa, uwezo kawa na umungu kwa mtu ambaye anakuzidi sana kama mafanikio, lakini kwa kipato chako kile kidogo, kuna wachini yako ambaye wewe unaweza kumuinua, unakuwa na umungu kwake. Unachokipanda utakivuna. Unataka urafiki mtu rafiki, kuwa mtu rafiki kwa mwingine. Tawapenda daima. E Bwana, ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha amani, viongozi wajaze hekima kutuongoza kwa usawa wa mapenzi yako, na michakato yote utangulie. Bariki East Africa Community, bariki Afrika na uongozi wake wote, na ulimwengu wote, dumisha amani. Mungu bariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana kubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Daktari, nina message yako hapa kwa huyu, ni mwanafunzi wa chuo alinicheki last week. Naomba ikikupendeza mwambie dokta na nyinyi wewe, samsasali pamoja na mwanangu Evans akasema, hakika ninabarikiwa sana na masomo, ila jambo moja linalonishangaza ni kuwa kila nikisikiliza video nikikaa, baada ya siku mbili tu nikasikiliza nika tena video hiyo hiyo, napata ujumbe tofauti na ule wa mwanzo nilousikiliza. Kiufupi hauishiwi hamu ya kusikiliza na kujifunza, maana katika video moja unaweza kujifunza mambo mengi sana. Ninaamini hata ipite miaka mia mbili mafundisho haya yatabaki kuwa kama yamefundishwa leo. Na hapo ndipo napata picha asemayo dokta, maisha ni leo. maisha, maisha, maisha, maisha, ni, maisha ni leo. Na sasa asante familia yangu Chomoza, nawapenda sana mtu wa Mungu Dr. Elie, Askofu Sasali, mtumishi wa Mungu Jimi na mtumishi Evans. Akamaliza kwa kusema hivi: sadaka yangu nitaituma Jumatano baada ya kuwa nimepokea bomu langu, lazima nitoe sadaka yangu, maana nimesoma yanayonifundisha ni, ya ni masomo yanayonifunza naunifun, ya kupitia Chomoza ni zaidi ya masomo nayoyasoma darasani. Na uh, jina lake anaitwa Robert Masanja. Kwa hiyo anasema, anaomba afikishe ujumbe wake kwetu, alitutumia DM. Bwana tukusifu, amina. Baada ya kusema hayo, naomba tupate break, alafu tutaendelea mbele. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote, iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza